Bwana Yesu asifiwe, watazamaji wangu wote wa TikTok, YouTube, nataka nikunikariji asubuhi ya leo. Watazamaji wangu wengi wamechukulia siku ya Easter ni siku ya kwenda kupiga sherehe, ni siku ya kwenda mahali kwa bar kwenda kusherekea na marafiki, wengine ni siku ya kwenda kutembelea ma girlfriend, wengine ni siku ya kwenda outing. Kila mtu ako na mipango yake tofauti tofauti kwa hii siku ya Easter. Lakini nataka nikuulize ya kwamba kuna muda gani huo unatenga ya kushukuru Mungu kwaambia tu Mungu ni asante? Maana Baba umenilinda, umeniongoza, Yesu umenitawala, mfalme wa amani, wiki mzima, mwezi mzima, mwaka mzima, Baba umenilinda. Yaani, kuna watu kuanzia Januari mpaka Januari hawajai kanyaga kanisa, kuanzia Januari mpaka Januari hawajui hata mlango ya kanisa iko wapi. Yaani, kuna watu kuanzia Januari mpaka Januari Magoti, magoti wa shukuru Mungu, taja hata jina la Mungu, ya kwamba wa ya ya wangekuwa na miguu wangetembea wakuja washukuru Mungu. Kuna watu wana mikono sana, wankono, wangenulia Mungu juu, mwambie tu Mungu ni asante lakini wewe ambaye uko na mikono, uko na miguu, uko na afya unatumia miguu kwenda kupiga sherehe siku ya Easter. unatumia mikono kwenda kufanya mambo ambayo yastahili. Eti Easter ni siku ya sherehe? Easter ni siku ya kupigia mwili pole. Nataka nikwambie, Mungu asipokupatia uhai utapigia mwili pole wapi? Jifunze kushukuru Mungu, jifunze kuambia Mungu ni asante kama hii siku ya Easter. Tenga wakati, tenga masaa, enda mahali, shukuru Mungu, ambie Baba ni asante, umenilinda Jehova tangia Januari, tuko mwezi wa ina, unaelekea kuisha, ambie Baba ni asante, maana Baba sio kwa nguvu zangu. Sio kwa uwezo wangu, Baba imegarimu uweza na mkono wako, Yesu, mimi kwa mzima siku ya leo. Ambie tu Baba ni asante, maana Mungu, wewe ni kimbilio. Baba wewe ni tegemeo. Lakini kuna watu washaweka maisha kuwa yani, yani washaweka maisha kuwa kawaida Leo unajua na mtazamaji, unapanga kuna mtu mahali anapanga. Anapanga mizinga, ameshaidiwa mizinga. Ameambia kwamba kuja leo ndo kununulia mzinga. Mwingine washapanga sherehe tayari. Kredi za pombe zishaingia. Nyama inachomwa. Yaani, maisha umeiona, umechukulia maisha kwa kawaida. Umechukulia yani, uhai ni kawaida. Bwana asifiwe. Nataka unisikilize vizuri yakwamba unaishi kwa sababu ya neema ya Mungu, unaishi kwa sababu Mungu anakupenda na kama Mungu anakupenda, mbona usitenge wakati ya kwenda kushukuru tu Mungu? Mbona usitenge wakati ya kwenda kuambia baba ni asante? Huu msimu wa Ista ni wakati mzuri, ambia tu Mungu ni asante. Umeniongoza Baba, umenilinda Mfalme, umenipa uhai wa bure Yesu. Na ndio nikasema, Mungu angekuwa amepeana uhai kwa watu wa Kenya Power, wangekuwa alikufungia mita kwa mgongo, wanakujenga unaweka token ndio uendelee kupumua hata wengine mngekuwa mliziba pua moja mnapomlia na moja kwa sababu gani? Kwa sababu ya economy, ukipumua na mbili token inaenda sana. Na wangekuwa wamekuwekea hata mita, wanakuja kusomanga, wanakuja kusomanga bill kila mwisho wa mwezi, kama hujalipa na disconnect mita unabaki maiti. Wakilipa bill ndio unaendelea kupumua, unaendelea kuishi. Lakini Mungu akatazama akaona vitu vyote ambavyo wanadamu wanaweza leteana shida, yeye mwenyewe apeane na ndio unakuta mtu ni mchawi ni mganga, mvua inanyesha kwake, shamba lake lina nawiri, mahindi yake anafanya vizuri, watoto wake enda shule wanakuwa werevu. Hiyo ni mipango ya Mungu, nataka nikwambia. Lakini wewe ambaye Mungu amekujalia mtu ako mali ako na pesa, mtu ako na mali ako na magari, lakini unatumia pesa zako kufanya usharati, kufanya vituko unabadilisha wasichana kama nguo. Nataka nikuambia kwamba god is watching you. Mungu anakuona, tumie huu wakati, tumie huu msimu, waisa kushukuru Mungu hata kama hujaambia Mungu ni asante. Huu ni wakati wako, wakawambia Mungu ni asante hata kama hujaambia Mungu, Baba nimekuja mbele zako ni muda mrefu sijaitamka jina lako, lakini leo Bwana nataka unifundishe kuomba, sijui kuomba. God is faithful. Mungu atakufundisha. Lakini hata sasa hivi anahubiri, wengine wanasema tu wewe, hey, pastor unaongea nini? Wewe, hakuna kitu unajua pastor. Wacha, si tujibambe, wacha tupige sherehe, wacha nikwambie, siku moja hiyo sherehe itakupiga. Siku moja hiyo sherehe itakupiga. Unajua Mungu peana wakati. Pengine sasa unafurahia sana, unapiga sherehe, unafanya nini? Lakini Mungu anakutazama, Mungu anakupa chance ili uweze kubadilika. Lakini wewe unasema ya kwamba uhai ni kawaida. Mungu aliniumba, lazima tuanilinde. Lazima nipatie uhai. Pole sana ndugu yangu. Kuna siku itafika. Utakuwa umelala mahali kwa kitanda, uko hali mahututi unaongezewa maji. Hapo ndipo unatamani sana kuambia tu Mungu ni asante lakini muda utakuwa umeisha. Kwa hivyo nataka niku-encourage kwamba siku ya leo ya kwamba huu, um, msimu wa Easter. Jitahidi sana. Ushukuru Mungu. Waambie Mungu ni asante. Na isikuwe yako ni Easter peke yake, wacha ikuwe ni wa mazoea yako ya kwamba kuambianga baba ni asante. Ukiamka asubuhi shukuru Mungu. Ambia Mungu na kushukuru kwa upendo wako. Na kushukuru kwa uhai. Baba, hakuna kitu na kulipa. Je, Mungu angekuwa analipisha uhai? Angekuwa analipisha hewa? Maskini tungekuwa tunalipa nini? Uhai ungekuwa ni wa matajiri peke yake. Angekuwa anasema ukipumua mwezi mmoja umlipe milioni moja. Je, wangapi wangekuwa hai? Ni wale ambao wako na pesa ndio wangekuwa hai, lakini majini Mungu anakupatia uhai wa bure, anakupitisha kwa mitego ya maadui. Unajua ni wangapi wanatamani ukufe? Unajua ni wangapi wanakutega? Lakini Mungu anakupitisha. Kwa hivyo nataka nikuambia kwamba, jifunza kushukuru Mungu. Jifunza kuambia Mungu ni asante, jifunza kuambia tu Mungu, Baba, nakushukuru sana. Unaacha Mungu akubariki, Nawacha Mungu akuonekanie, unapojiandaa kutafuta mahali kwenda kanisani, mahali popote, kushukuru, kushukuru tu Mungu ista, ista. Kwa hii msimu ya Easter, usitumie msimu ya Easter kwenda kupiga sherehe, usitumie msimu ya Easter kwenda kujivinjari, tumie msimu kuambia baba ni yasante. Na nyinyi ambaye mnakunywa pombe mkiendesha magari, mnahatarisha maisha yenu. Don't drink and drive. God bless you. Bye bye. Happy Easter.